Najua unapoona matamko ya viongozi wa dini especially wa taasisi kubwa kama kanisa Katoliki, baraza la maaskofu tek wana uchungu ya kwamba imekuwa ikimiliki biashara kadhaa ambazo wao walizoea kudekezwa nazo hususan pale bandari. Na kama unakumbukumbu vizuri, kelele ya tek ilianzia kwenye sakata la bandari. tek walishiriki kupotosha TEC walishiriki kumdiscourage rais kumweka msimamizi mwingine wa bandari. Ni kwa sababu kwenye hizo biashara zao waliona DP World ni kampuni ambayo hawana mkono nayo hata kidogo. Kwa hiyo hapo ndiko ambako Tech inashindwa kuingiza mizigo yake pale bandari kama ambavyo walizoea especially kwenye kipindi kile cha Dr. Magufuli. Iko hivi TEC pia wanafanya extortion. Extortion TEC huwa wanaifanya. Kwanza extortion ni nini? Extortion ni ile hali ya kumtishia mtu. Kwa mfano yule dada yenu waga anafanya hivi, anaweza kapata video ya mtu, afa akamwambia mtu, "Oya, nimetumia video yako, nitumie milioni kumi nisiipost." Hiyo ndio extortion hiyo, yaani kumtishia mtu. Extortion ya TEC iko tofauti kidogo na hii anayofanyaga dada yenu. Hek, wanataka serikali kabla haijaamua jambo lolote lile ambalo linaweza likawagusa wao kwa mbali au likawagusa watu ambao wao wana maslahi yao, serikali waite mezani, iwape bahasha kadhaa, ili wao sasa waende wakalihubiri lile jambo kana kwamba limetoka kwa Roho Mtakatifu. Yaani unataka kujua kila siri ya serikali kwa sababu tuwe ni taasisi ya dini Msawi, serikali haina dini na hii nchi sio ya dini yoyote. Sisi ni non secular state. Ndio maana juzi niliwaambia yoyote anayeona mapenzi yake kwa dini yake ni makubwa kuliko Tanzania anaweza akaenda Maka au Fatika. Kwa hiyo kama hizo bahasha hazitembei, lazima utasikia matamko kama haya. Mnanielewa vizuri eh? Ehe. Na kwa nini wao wanafanya hivyo? Ni kwa sababu wao wana waumini, waumini wanasali pale kanisani kila Jumapili, kwa hiyo wana uwezo wa kumtumia Roho Mtakatifu kwenye maagizo yao na matamko yao, yoyote vile wanavyotaka wao, kwa sababu hawa watengeneza fitina hawa wote wataungana, wataweka tofauti zao pembeni, wataweka dini zao pembeni, wataungana dhidi yako wewe kwa hiyo itapigwa ngoma hiyo, utakuwa unacheza alafu mjui anayekupiga nina, kwa sababu itapigwa kulia, kushoto, mbele na nyuma.